sema basi amina kama unabarikiwa kati tunaendelea labda nikupe mfano mmoja kwamba mtu anaweza kufungwa katika ulimwengu wa roho au apigia hatua zake zikafungwa badala hapige hatua hapige hatua tena kabisa kimwili atabaki ni mtu atabaki ni mtu ambaye anaishi tu ale atembee lakini lile kusudi la mungu halitaonekana kwenye maisha yake kitabu kile cha yohana kitabu kile cha Yohana 11 mstari wa 38 hadi 44. Nitoe mfano fulani hapa, mfano mwingine mzuri ambayo inatufundisha kwamba mtu anaweza kufungwa akabaki ni mtu kimwili lakini hawezi kusafai, hawezi kupiga hatua, hawezi kuwa mtu wa baraka kitabu kile cha Yohana mlango wa 11 mstari ule wa 38 hadi 44, anasema Lazaro aliyekufa. Lazaro alikuwa amekufa na kukaa kaburini siku nne. Yesu alipokuja na kusema liondoeni jiwe, alafu akamuita Lazaro atoke nje akisema, Lazaro toka nje. Lazaro alitoka akiwa amefungwa santa Santa miguuni na mikononi na uso, uso wake amefungwa lesho naye Yesu akasema mfungweni aende zake. Tunajifunza, tunajifunza nini hapa? Lazaro aliyekufa akakaa kabrini siku nne ni mfano wa mtu ambaye hajampokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake, kwa lugha nyingine hajaokoka, amekufa ingawa kimwili yupo. Lazaro ni mfano wa mtu ambaye amekufa au kwa lugha nyingine hajao Kuokoka mtu anapokuwa hajaokoka, ya maana yake hajamkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake, anaitwa ni mtu mfu, ni mtu ambaye amekufa ingawa anaishi. Maana yake mtu ambaye hana Mungu, hana Yesu, maana yake hana uhai. Maana yake ukiokoka, tayari unaokolewa, unapata uhai. Sasa Yesu alipokwenda kwenye kaburi la Lazaro, alimkuta Lazaro aliyekufa, kama ambavyo leo unaishi lakini umekufa. Leo Yesu atakuita kwenye hilo kaburi na utatoka. Hebu sema leo nitatoka, sema kwa sauti, leo nitatoka. Kwa hiyo Lazaro ni mfano wa mtu ambaye bado hajaokoka, bado hajamwamini Yesu. Sasa Yesu alipofika kwenye hilo kaburi, kitu cha kwanza ni kumwita Lazaro. Nataka nikwambie, kuokoka ni wito kwa maana, kwa kuwa tunahitaji maombi, tunahitaji kufunguliwa. Lakini kitu namba moja, muujiza namba moja ambaye itasababisha hatua zako zifunguliwe, kitu namba moja ni kumpa Yesu maisha, kitu namba moja ni kuokoka, kitu namba moja ni kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ngoja nikwambie, kuna watu wengi wanakuja hapa, tunawaombea, hawajaokoka, lakini wana shida, wanataka tu muujiza wa kazi, muujiza wa kuolewa, muujiza wa chochote, lakini wanapotendewa, wanarudi nyuma, hawatembei na Yesu. Muujiza ni sekunde tu, ni kitu ambacho hakidumu, lakini Yesu anadumu. Ukimwamini, ukipokea muujiza, ukitaka kutunza muujiza, kumshikilia Bwana wa majeshi. Sema leo, nitatembea na Bwana wa majeshi. Uko tayari kutembea na Mungu aliye hai? Uko tayari kutembea na Mungu aliye hai? Kwa hiyo Lazaro ambaye Yesu anamwita ni mfano wa mtu ambaye bado hajaokoka. Sasa Yesu anamwita Lazaro, anamwita, anamwambia toka nje. Watu wengi wamesikia maisha, watu wengi wamesi, wame, wame, wame, watu wengi wamezikwa maisha. Ingawa wanaishi kimwili, wako kazini, wako kwenye ndoa, shuleni, serikalini, lakini ndoa zao, kazi zao, afya zao zimezikwa, hazina uhai. Watu wengi tunaishi, watu wengi tuna, tuna vipaji, watu wengi tuna elimu, watu wengi tunajitahidi kufanya shughuli mbalimbali, lakini zile shughuli hazina uhai, zile shughuli zimekufa. Ingawa tunajitahidi kufanya, lakini havina uhai. Labda nikwambie mwanangu, chochote unachofanya kinatakiwa kikutumikie. Ukifuga ng'ombe, ng'ombe akutumikie. Ukifungua biashara, sio uwe mtumwa wa biashara, biashara ikutumikie. Ukiwa kwenye ndoa, usiwe mtumwa wa ndoa, ndoa ikutumikie, maanake wewe ni mfalme. Na kama wewe ni mfalme, hautakiwi uwe mtumwa wa kazi. Kuna watu wanafanya kazi, lakini faida za hizo kazi hazipo, wanazo tu kazi kwa jina. Unaweza kukuta mtu ana biashara, lakini ni kwa jina tu, anaitwa mfanyabiashara. Nataka leo kwenye ibada hii tubadilisha hatua zako, hautaitwa tena mfanyabiashara jina, utaitwa mfanya biashara mwenye hatua. Hautaitwa mfanya biashara ambaye ana kibanda, lakini hiyo kibanda kitaleta mafanikio. Hautaitwa mwimbaji ambaye ni wa jina tu, lakini kitang'aa mpaka watu watamiminika kwako mpaka utashangaa. Mtu mmoja aseme Amen. sema Amen. hebu mwambia mwenzako tunakataa leo, usiwe mtumwa wa kitu. Unaelewa vizuri, jamani, usiwe mtumwa wa kitu kitu kikutumikie. Kuna watu wana ng'ombe lakini ni ng'ombe tu wa macho. Kuna watu wana vitu, lakini vitu vya macho. Aishivyo Bwana, leo nitafungua hatua zako kama Bwana alivyonituma alafu vitu vitakutumikia, vitu vitakuheshimu. Mtu mmoja apige kelele aseme vitu viniheshimu. Kwa sasa, nikifungua biashara iniheshimu, kwenye ndoa iniheshimu, watoto waniheshimu, elimu iniheshimu, kazi zinitafute, sio nitafute kazi. Kwenye vibarua wanaenda kufanya kazi. Nenda kaangalia mwisho wa mwezi wanachopata, nenda kaangalia mwisho wa mwaka wanachopata, hamna kitu, ni zero. Kwa hiyo wanakuwa watumwa. Kitabu cha Mhubiri, kama sijakosea, anasema kisha nikaona baa baya chini ya jua. Anasema nikaona wakwezi, wakwezi wanatembea kwa miguu, huku upumbavu umekaa juu. Wakwezi maanake ni watu wenye mali, ni watu matajiri. Bibilia inaita watu waliokoka, ni watu wa kifalme, ni wafalme. Anasema kisha nikashangaa watu wa free maso, watu wanaotumia uchawi, watu wanaotumia rizi ndio wanaofanikiwa kuliko wanaosema Yesu Yesu. Imefika saa, imefika dakika Mungu ajitwalie utukufu. Masoni wa nyamaze, wachou wa nyamaze, wanafiki wa nyamaze, kila aliye kupiga vita nyamaze, kila madhabu idondoke, roho ya mizimu idondoke, alafu watakatifu wakae juu ya farasi, wakae juu ya magari, wakae kwenye nyumba nzuri, wakae mahali pazuri. Angalia mtu amekaa pe, ni safari yako ya kuinuliwa, ukae kwenye levo ambayo Mungu amepanga. Wewe ni mfalme kweli, naongea na wafalme hapa. Ziko madhabu zitakwenda kuzima pap, alafu mfalme atatawala. Kuna tai tawaka. Sema Amen. Sema Amen. Alipofika aliita Lazaro, toka nje! Na sauti yake ilikuwa na uwezo, uwezo. Mauti ilisikia ikaachia maisha ya Lazaro, lakini haikutosha. Mauti ilipoondolewa bado mtu ana kifungo kisichofanya apige hatua, ilibidi Yesu aseme ateni mfungueni miguu yake mwacheni aende zake. Leo kuna sauti ya Yesu iko hapa. Namba moja itakuita kwenye mauti, namba moja itakuita kwenye kifo, namba moja itakuita kwenye mahali ambapo kuzimu imekutangazia mauti. Itakuokoa, ikishakuokoa inakuleta kwenye madhabahu, na Bwana amenituma tena niseme na mimi na kufungua miguu yako, nenda zako kwa amani. Kuna watu watakwenda zao kwa amani, wataendea biashara zao kwa amani, wataendea kwa amani wataendea ndoa zao kwa amani. Hayo madeni hayatakutishia tena, hiyo mikopo haitakutishia tena, wanafiki hawatakutishia tena, madhabahu ya mizimu haitakutishia tena, maana leo kamba zinakatwa. Sauti ya Yesu ilikuwa na nguvu ya utisho, kwa hiyo aliposema, Lazaro toka nje, Lazaro aliyekufa siku nne akafufuka. Alipofufuka angalia, Yesu anasema, alipofufuka akanyanyuka. Maandiko anasema Yesu akawaambia wa wanafunzi, kateni kamba, fungueni miguu yake, aende zake. Leo nitakuita, nitamuita Yesu akuite, atakuita. Mahali popote walipokuweka, kama kwenye madhabahu ya kwenu wamechora jina lako, kama kwa waganga wamechora jina lako, kama kuzimu wamechora jina lako, wakasema mama afe huyu, kijana afe, hawatafanikiwa. Oh, wana bala buluu, maana nitatangaza Yesu aliyenituma yuko hapa. Radi itapita na sauti yake itapita, itapita mpaka Simawanga, itapita mpaka Darini, itapita popote pale. Hiyo sauti ya Yesu, mauti itasikia. Mauti ikisikia, watakuachia. Watakuachia. Wakisha kuachia, Yesu anatupa nguvu kama wanafunzi wake: kata kamba, mwacheni aende zake. Leo nitakuita, nitamwita Yesu akuite. Sauti yake ni sauti ya radi. Yeye aliyenituma, nitasimama kwa niaba yake. Kama alivyonituma, atanitumia mimi. Haijalishi mtu, mtu yote alikupeleka Tanga, haijalishi walichukua udongo wako akapeleka wapi, huo udongo utapiga kelele. Haijalishi wameiba nyota yako kupitia picha, picha itapiga kelele. Haijalishi wamekufunga na sadaka, sadaka kelele haijalishi, wamechukua kitambaa, kitambaa kitapiga kelele. Haijalishi wanatumia nyota yako dukani, duka litawaka moto. Ni saa yako, nyota yako ije, ni saa ya nyota kuachiliwa, ni saa ya nyota kuachiliwa robo shaka, ni saa ya nyota ya mtu kuachiliwa, nyota ya biashara, nyota ya uzao, nyota ya ujenzi, nyota ya kuoa na kuolewa, nyota ya utumishi, nyota ya kubarikiwa. Ni saa yako iachiliwe. Wako wapu watatu wanaosema nyota yangu saachiliwa ni saa ya nyota kuachiliwa, ni saa ya nafsi kuachiliwa. Tukisha kuita utakuja. Kuna watu nahubiri nanyie hapa hamko hapa, yani uhalisia wa maisha yako haiko hapa. Unaonaga watu wakija hapa tukiomba, unashangaa mtu anadondoka, maana yake sio yeye. Tunaona mtu ni mtu, lakini ndani amechukuliwa original ile thamani ya maisha yake imeshachukuliwa, hayupo, yuko mahali. Ndio maana wengine mnajikuta wakati mwingine mikono inawaka moto inawasha, kama vile unahesabu pesa. Wengine mnahesabu pesa kwenye ndoto, ukiamka hakuna pesa una usubu una, unaota mapesa mabilioni unasema nikiamka, unatembea barabarani kama ukiona hata ukiona hata karatasi unasema ndio hizo nini, ndio hizo nini? Hamna, ni ndoto, ni ndoto tu. Maana yake unatumiwa katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sasa wanaokutumia wanabalaa bluu, maana leo kuna mawili, wafe waropoke, wawe vichaa, wakose direction. Sema fire. Kuna kitu kitatendeka kwako mpaka wanafiki watasema, imekuwaje? Eliza amefaulu. Utawaambia, sio mimi, ni Bwana ndiye aliyepiga ngurumo za yawe, akanifungua kamba zikakatika. Leo niko kwenye baraka. Mtu mmoja aseme amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe, sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mwambie mwenzako lazima nitapiga hatua labda nifafanue kidogo tunaposema hatua ni nini hatua ni nini hatua ni kitendo cha kutoka mahali kwenda eneo lingine au ni kutoka kwenye levo fulani ya maisha kwenda levo nyingine au hatua ni kama kutoka hapa kwenda mkoa mwingine au wilaya nyingine hiyo tunasema ni hatua yani hatua hatua ni nini tunaposema kukomboa hatua za mtu hatua za mtu maanake ni kama kutoka hapa kwenda Nairobi unapiga hatua na unatumia miguu, unapiga hatua kuja kanisani, hiyo tunasema unapiga hatua. Sasa kama unapiga hatua, ngoja tu utanielewa. Hatua pia ni kama ulikuwa huna nyumba, unapata au unayo ukaongeza nyingine, kutoka pikipiki hadi gari inaitwa umepiga hatua. Watu wanasema fulani amepiga hatua. Hatua ni ile hali ambayo ulikuwa na nguo moja, sasa umeweza kununua nyingine. Hatua ni ile hali ambayo mwaka jana ulikuwa na baisikeli, mwaka huu umeachana na baisikeli, unapiga kiki ya pikipiki. Sasa mwaka huu kama ulikuwa na pikipiki, unapandia gari lako, unawasha cha cha cha cha cha. Uyapiga hatua, ulikuwa na nyumba ndogo unapanda levo ya nyumba kubwa, hiyo inaitwa hatua. Ulikuwa huwezi kusomesha watoto, sasa watoto wametoka kwenye shule za kanumba, wanasoma international school. Ulikuwa na levo fulani, unakwenda levo fulani. Wanaokuja kwenye ibada hii sitazamia wataendelea kushuka, natazamia wataendelea kupanda, wataendelea